Yes, nimekuja ofisini kwa Mheshimiwa Naibu Waziri Bwana Hamisi Mwijuma, naomba heshima kwanza ichukue mkondo wake kutokana na cheo hicho. Eh, nikupongeze, lakini nikwambie tu vijana bado tuna, tuna imani na wewe eh, upande wa habari tuna imani na wewe, upande wa sanaa tuna imani na wewe. Moja kati ya kitu ambacho nataka ukitolee macho sasa hivi, eh, moja tutolee macho ni kuhusu mkubwa Fela. Umeona maneno mtandao yamekuwa mengi. E, si mdau wa mziki binadamu. Kila binadamu ana jambo lake zuri, kuna kukosea, kupo wow, lakini anahitaji mkono wa serikali kupitia wewe e, Mkubwa Fella. Unajua nini namna kumtazama, tunafanyia kazi. Nashukuru, tunafanyia kazi basi, maneno si ya mtandaoni, si ataki. Mheshimiwa naibu waziri anasema tunafanyia kazi, hakuna tena ushirikiana chini ya mama yetu Samia Suluhu Hassan yuko pale kwa sababu ya sisi. Nikushukuru mheshimiwa, asante, nikushukuru sana. Anaitwa mwana FA mwana falsafa kaoa sasa hivi hana ni video ya jamaa ambaye anajulikana kama Mwijaku, baada ya kumtembelea naibu waziri wa sanaa, michezo na utamaduni, ambaye anajulikana kama Hamis Mwinjuma maarufu kama Mwana FA. Sasa hii ilikuwa ni ishu ya mkubwa Fella, ambaye wakati huu afya yake imeanza kuleta migogoro. Sasa inaonekana Mwijaku anajaribu kutafuta usaidizi, ndio angalau mkubwa Fella apate kile ambacho tunachokiita huduma za kiafya. Sasa kwenye mtandao wa kijamii wa amepandisha video hii akiwa katika ofisi ya naibu waziri wa sanaa, michezo na utamaduni, nchi ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, muite Mwanaefe. Sasa hapa inaonekana wameongea kuhusu vitu vingi, na Mwijaku anasema swala la mkubwa Fella limeshafikishwa serikalini na linafanyiwa kazi. Sasa anaomba mke wa mkubwa Fella kwa sasa aache kuzungumza mtandaoni tafadhali, anaomba hivyo. Sasa kulikuwa na issues kadhaa, kwa maana mkewe mkubwa Fella alikuwa amejitokeza mtandaoni akisema kuwa wale ambao mkubwa Fella aliwasaidia kimziki wameamua kumtenga. Ile hali ya mkubwa Fella kuitisha usaidizi ni angalau wapate huduma za kiafya. Kwa hiyo nimekuwekea video hii ni angalau upate kujua hali halisi, kile ambacho Mwijaku alikisema na waziri ama naibu waziri wa utamaduni, sanaa na michezo, Mheshimiwa Hamis Mwinjuma maarufu kama Mwana FA.